E bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, mbele yangu ni eh, Kefa Chengula, shabiki wa Young Africans. E bwana, zimesalia mechi chache sana eh, kuweza kutamatika kwa ligi kuu ya NBC e, eh, Premier League. Ni Simba ama Yanga anaenda kuchukua kikombe cha ligi kuu ya NBC Premier League. Ni fumbo zito kabisa. Naungana na shabiki huyu wa Yanga kwa ya kusikiliza nini anakizungumza na nini maoni yake kuelekea e, eh, kuhitimishwa kwa ligi kuu ya NBC E, Premier League. Tumeona kule nchini Misri Al Ahli wameweza kuwa mabingwa lakini vilevile, vile, eh, kule Morocco Al Bekane wamekuwa mabingwa. Lakini Afrika ya Kusini, Mamelodi Sundowns wamekuwa mabingwa wa ligi hiyo ya Afrika ya Kusini, lakini Tanzania bado kizungumkute. Eh, bwana. E, mambo vipi bwana Changura? Eh, bwana salama vipi hali? mambo yanakwenda. Ah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Eh e, mimi binafsi niwe mkweli e. Niwe mwazi e. Unajua kuzungumza ukweli bana Mnyasa, kuna eh, gharama zake. Eh, mwashanelewa. Ukizungumza ukweli, ukweli haupendwi na watu. Uongo ndio unapendwa na watu. Mm. Mimi nataka niwaambie kwamba eh, pamoja na udhaifu. Pamoja na nini? Na udhaifu. Na udhaifu mm, ambao tunauona ambao umefanyika na bodi ya ligi ambao viongozi wa klabu ya Simba wanajua hivyo, viongozi wa klabu ya Yanga wanajua hivyo na wao vile vile viongozi wa TFF na bodi ya ligi wanavijua wanalijua hilo na wewe Mnyasa TV Unalijua hilo. Lakini mimi nataka nikwambie pamoja na huo udhaifu ambao tunazidi kuukemea na nafikiri hata wao bodi ya ligi watakuwa wamejifunza. Eh, binafsi kwangu mimi kama Kefa Chengula nataka kusema kama sisi Yanga tutasusia, tutasusia hiyo mechi, hatutaicheza. Ha, nataka kujiuliza kwamba je, huo ubingwa tutaupata kwa kanuni ipi? Kwa sababu kanuni nasema ili upate ubingwa mm. ni lazima mechi zote zifanyaje? Kwa hiyo Z Unachokitaka Kefa Chengula hakuna kususia mchezo wa dabi dhidi ya Simba. Ha, kususia, tusisusie eh, ila mm, kwa siku nyingine, hivi vitu visiendelee visiendelee, dabi zisiahirishwe kizembe zisiairishwe, mm. airisho? kihuni isipokuwa, mm. nasema hivi kama endapo sisi wa Yanga tukashikilia huu msimamo mpaka dakika ya mwisho, je, hii dabi tuta hii hii hii hii huu bingwa tutachukua kwa kanuni ipi? Lakini lakini kwa, ma, kwa mazingira leo kuna kama Yanga anacheza, unaona hata afisa habari wa klabu ya ngafu Kamwe mm. baada ya Simba kukosa kombe la shirikisho kule visiwani mm. Zanzibar, ndio alivaa jezi ya resibekane na mashabiki wa Yanga wakawa wanasherehekea kulikweli, labda hiyo tafsiri kwamba dabi inaenda kupigwa sijajua kwa sababu mimi kwenye hizo sherehe zao za kuhusu kumfunga arasibekane au arasibekane kumfunga Simba mimi sikuhudhuria. Ah lakini, lakini mimi naweza kusema ni sherehe ya, ya wenzangu waliifanya, lakini eh, mimi sikuishiriki eh, kwa sababu sikuona kama ilikuwa ilikuwa haina afya, afya kwa mimi binafsi kwa sababu kuna baadhi ya watu, kwa mfano Rais Mama Samia mm. Ari aliumia mm. kufungwa kwa Simba mm. Dokta Mwinyi aliumia mm. kufungwa kwa Simba. Umenielewa. Kuna Waziri Mwijuma, kuna mpaka aliandika, inaonekana eh. kuna Gerson Msigwa. Msigwa ni mtu wa nyumbani kabisa, yule ni mpinga mwenzangu. Ehe. aliumia kufungwa kwa Simba. Ehe. Sasa kwa mimi kuvaa jezi ya Rasibekane kwenda fronti kushangilia eh, mimi binafsi niliungana na Gerson Msigwa eh, wa nyumbani kwetu Mkinga mwenzangu eh, niliungana na Mwijuma eh, Mtanzania mwenzangu, niliungana eh, na Dr., eh, Mtanzania mwenzangu niliungana na Mama Samia Mtanzania mwenzangu niliungana na Dr. Mwinyi eh, Mtanzania mwenzangu kuhamasisha, kwa sababu niliamini kwamba hili kombe lingebaki hapa, ingekuwa eh, ni positive kwa nchi yetu mm. Lakini mimi binafsi nawaunga vile, vile mkono ambao wame, wame, wameenda kushangilia au wanafurahia arasibekane kuchukua kombe. Nawaunga mkono kwa sababu wanasema uhuru wa mtu mm. Uhuru wa mtu mwachie, uhuru wa mtu yeah. Kama wao wamefurahia arasibekane kuchukua, basi hizo ni furaha zao, wamekunywa kahawa basi na mimi nawapongeza, ni furaha yao anyway. Lakini mimi kama Kefa Chengula, mm. nilibaki nyumbani nikisikitika, kwa sababu nikiamini kwamba hili kombe kama Simba ingechukua basi ingekuwa ni chachu kwetu sisi wa Tanzania wengine, hususan sisi Yanga Afrika mm. kwa sababu mwakani, mimi nakwambia, tusingekubali hilo. Mnyasa, nakwambia tusingekubali kwamba Simba amechukua kombe hili eh, afu situbaki bila kombe hiyo eh, singewezekana. Mimi nakwambia, yani hapa ingekuwa nginja nginja palanganda lasi. Yanga mwakani tungeleta kombe la kasi Champions League. Nani ningekuja hapa? Vivyo vingekuwa vile. Ningekuja. Kwa sababu tungesema tusingekubali kwamba Simba amechukua. Sisi Yanga tunabaki wapoke bila kombe. Isingewezekana. Lakini ni kwa sababu wenzetu wamepoteza. Na mimi nakwambia mwakani tutabweteka. Unanenaje bwana Mnyasa? Eh. Simba amelikosa ile kombe la CAF Confederation. Eh. Yanga mwakani tutabweteka. Kwa hiyo Simba na hasira manake hapo. Mm. Yaani tutabweteka kwa sababu Simba na hasira. Si mwana... Nani Simba? Eh. Yaani Simba ataendelea kuwa na hasira kwa Simba safari hii wangechukua ile kombe. Yanga mwakani tumerelaksi mwenzetu amefanyaje? amekosa amekosa, mm, lakini kama angechukua haki ya mm, Mungu na wabilahi pale, wagina injinia wangeleta vifaa vya maana, watu wangeleta lakini, jinsi ninavyoona makaenda hivi hivi, yawezekana tunaanza tukaishia makundi vile vile, kwa sababu mimi sioni, umeneelewa? Mm, sioni kabisa weifai, tunaenda vipi mbele kwa sababu kila nikiangalia naona eh, kwa sababu kama safari tumerudi nyuma, mimi ni kwa sababu na makani naona tunaweza tukarudi nyuma zaidi. Kwa hiyo mimi kama Kefa Chengula nataka niwaombe viongozi wa klabu ya Yanga, mwakani tunaomba nituletee watu ili klabu yetu tufanyaje iweze kuzidi kusonga mbele, kwa sababu naamini kadri tunavyozidi kuipambania klabu yetu, kadri tunavyozidi kuisupoti klabu yetu, pamoja na haya madhaifu, mimi naamini tutafika mbali sana, isipokuwa kwenye hili swala la dabi swala la dabi, bwana Mnyasa, mimi nataka mm. nikwambie kitu kimoja mm. sioni klabu ya yanga tukienda kuchukua ubingwa pasipo kucheza hii dabi mm. pamoja na udhaifu wa viongozi wa bodi ya ligi mm. nieleweke vizuri Mnyasa, nielewe vizuri mm. sioni dalili ya Yanga kuchukua kombe la ligi kuu Tanzania pasipo kucheza dabi, pamoja na madhaifu yaliyojitokeza kwa viongozi wa nini wa nini, bodi ya ligi. Tunakemea, tunazidi kutoa push Tunazidi kuambia bodi ya ligi wajirekebishe hivi vitendo visizidi kujito, kujito, kujitokeza lakini tunaomba viongozi wetu hii dabi icheze kwa sababu hatuwezi kuchukua kombe la la NBC pasipo kucheza dabi huwezi kuchu, kuchukua kombe la la NBC ukiwa na mechi ngapi ukiwa na mechi 28 mkononi hmm. Unachukua kwa kanuni ipi? Ni kanuni gani inayoruhusu kuchukua huo hilo hilo kombe ukiwa na mechi 28 mkononi? Kwa hiyo mimi nataka nitoe wa, nitoe rai. Kwa viongozi wa klabu ya Yanga. Nazungumza haya kama mwanachama, mwanachama kwa uchungu, nazungumza kwa uchungu mkubwa sana, tena na nataka hata kutoa machozi mimi ma. Dabi ichezwe, isipokuwa hii pesa iendelee ili kwa siku nyingine, mm. umeelewa Mnyasa, mm. kwa siku nyingine hivi vitu visiendelee, visiendelee, dabi zisiarishwe kizembe, zisiarishwe mm. kihuni, mm. isipokuwa nasema hivi kama endapo sisi wa Yanga tukashikilia huu msimamo mpaka dakika ya mwisho, je, hii dabi hii huu ubingwa tutachukua kwa kauni ipi?